Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri na Saudi Arabia mapema mwezi huu zimependekeza mpango wa makubaliano ya miezi mitatu na kufuatiwa na mazungumzo ya amani. Mataifa hayo yanayounda jumuiya ya maridhiano inayojulikana kama Quad imetoa mapendekezo hayo huku RSF ikijibu kwa kusema kuwa imekubali mpango huo. Taarifa yake imejiri siku moja kiongozi mkuu wa jeshi la Sudani Jenerali Abdel Fattah al Burhan kukataa mapendekezo ya Quad. Al Burhan amekataa mpango huo kutokana na timu hiyo kujumuisha umoja wa falme za kiarabu ambayo imekuwa ikishutumiwa kwa kuipatia silaha RSF. Hata hivyo, Daglo amezungumza na wafuasi wake na kuweka hadharani msimamo wa vikosi vya RSF ambao ni kukubaliana na mpango wa kusitisha mapigano kwa miezi mitatu. Katika kukabiliana na juhudi za kimataifa ikiwa ni pamoja na mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump na wapatanishi wa Kudi na Umoja wa Afrika na Igadi, tunatangaza usitishaji wa kibinadamu unaotaka kukomesha uhasama kwa miezi mitatu. Maoni yake yanakuja wakati ambao RSF imekuwa kishutumiwa kwa mashambulio ya kikatili dhidi ya raia baada ya kuchukua mji wa El Fasher mwishoni mwa Oktoba mwaka huu. Utekaji huo umeimarisha udhibiti wake wa eneo la Darfur na kikosi hicho kimeongeza mashambulio eneo la Kordofan katika jitihada za kuchukua udhibiti wa nchi. Al Burhan katika hotuba yake ya mwisho wa juma lililopita ameshutumu upendekezo la Marekani akidai lina lengo la kudhoofisha jeshi la Sudan na kuipendelea RSF. Vita nchini Sudan vilivyozuka mwezi Aprili mwaka juzi kutokana na kutoelewana kuhusu kuunganisha makundi hayo mawili na kuitumbukiza Sudan katika baa la njaa. Vita hivyo vimeua maelfu ya raia, hasa katika umwagaji damu wa kikabila, huku RSF ikishutumiwa kwa mauaji ya halaik. Na Daglo na Burhan wamewekewa vikwazo na Marekani. Ramla Ngoo FM.